Huduma hii kwa nusu ya bei walokuwa wakilipa kwenye sekta binafsi. mm -hmm. Tatizo lingine lilikuwa ni upotevu wa mazao baada ya mavuno, na kwenye hili serikali tumejenga maghala ya taifa, ambayo kwa kiasi kikubwa sasa tunanunua mazao ya wakulima na kuweka kwenye maghala ya taifa. Kwa hiyo tumepunguza uh, upotevu wa mazao lakini jingine pia ni mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mvua hazitabiriki, wakati zipo, wakati hazipo, misimu inapita bila mvua. Na hili tunajitahidi kujenga mabwawa kwa ajili ya wakulima kumwagilia, lakini pia tumejenga skimu za umwagiliaji kama nilivyosema awali kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na yote hayo, kikwazo kikubwa zaidi ni upatikanaji wa mbolea na inaposema upatikanaji ni uwepo wa mbolea na gharama zake, uwezo wa mkulima kuinunua mbolea. Hivyo basi, serikali tumejipanga katika mfumo wa kutoa ruzuku kwa wakulima, na sasa wakulima wetu wanapata mbolea ya ruzuku na uzalishaji ya utija ime imepanda. Tunategemea sekta hii katika kutuhakikishia usalama wa chakula. Sekta hii ya kilimo inachangia takriban asilimia sabini ya ajira, asilimia sitini ya malighafi za viwanda na asilimia thelathini ya pato la taifa na takriban asilimia ishirini na tano ya fedha za kigeni. Kwa hiyo sekta ya kilimo kwetu ni sekta muhimu sana, na kama serikali tuko tayari kufanya yote ambayo yatamsaidia mkulima kuzalisha kwa tija ili serikali nayo iweze kuuza nje kwa fedha nzuri. Mheshimiwa Rais na ndugu waalikwa katika shughuli hii, niseme kwamba kadri miaka kadri miaka inavyokwenda ndivyo umuhimu wa suala la mbolea unavyozidi kuongezeka. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, idadi ya watu Afrika ikifika ishirini 50 wanasema kwamba takribani nchi 26 zinatazamia kushuhudia ongezeko la asilimia mia ya idadi ya wananchi waliokuwa nao mwaka 2015, na hali hii inaashiria kwamba upatikanaji wa uhakika wa chakula barani Afrika ni jambo muhimu ili kuendana na ongezeko hilo la watu tunaowatarajia. Kutokana na hali hiyo, uimarishaji wa shughuli za kilimo ikiwemo matumizi ya mbolea katika kuongeza tija na uzalishaji ni jambo la msingi linalopaswa kuzingatiwa kuanzia sasa. Ndugu zangu, kwa muktadha huo, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana mmiliki wa kiwanda hiki, ndugu Adrian Mtigashika kwa uwekezaji huu mkubwa na wa kisasa uliofanya katika muda mfupi. Nakumbuka mara ya kwanza kama ilivyosemwa hapa, nilikutana naye nikiwa makamu wa rais na baadaye nilikutana naye mwaka 21 nikiwa rais, na mara zote nilimhakikishia awekeze Tanzania na hata juta, na nadhani ndugu yangu Adrian, umewekeza, tumeanza kununua na hakuna majuto. Nashukuru sana na kupongeza sio tu kwa kutimiza hadi yako, bali pia kwa kuamua kuwekeza kwenye sekta ya kilimo. Kama nilivyogusia hapo awali, sekta hii ni muhimu kiuchumi katika nchi nyingi za Afrika. Hivyo <clears throat> nataka niwahakikishie kuwa uwekezaji kwenye sekta, mmewekeza kwenye sekta ya salama. Na hii ni kwa sababu umuhimu wa sekta ya kilimo utaendelea kuongezeka kila mwaka kutokana na kuongezeka mahitaji ya chakula kunakosababishwa na kuongezeka kwa idadi ya watu. Kwa hiyo umefanya jambo jema, umewekeza kwenye sekta njema au sekta muhimu kwa maendeleo ya Afrika, na hivyo biashara uwekezaji, uh, wako utaleta tija na utakulipa mara nyingi kiwango kile ambacho umewekeza nina taarifa kwamba unajipanga kuongeza laini za uzalishaji wa mbolea. Hili ni jambo jema, ni jambo jema sana, kwa sababu soko la mbolea bado ni kubwa nchini, ya bado ni kubwa kwa nchi jirani, lakini kubwa zaidi ni kwamba uzalishaji wako wa mbolea unatumia malighafi zinazopatikana hapa nchini na hii moja katika malighafi unazotumia ni nyororo wa kuongeza thamani kutoka kwa mfugaji kwenda kwenye uh, kuzalisha mbolea kwa ajili ya kilimo. Malighafi ile zamani watu walikuwa wakiona haina maana, lakini kwa sasa samadi ya ng'ombe ni malighafi kubwa, ni malighafi ambayo inatumika katika kiwanda chako kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii umeongeza mnyororo wa thamani kutoka kwa mfugaji kwenda kwa mkulima. Tunakushukuru sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, uwekezaji huu unaendana na maazimio kadhaa. Unaendana na azimio la Maputo la Umoja wa Afrika kuhusu maendeleo ya kilimo barani Afrika la mwaka 2023. Lakini pia azimio la Sirte kuhusu changamoto za kilimo endelevu aaka mwaka 2024. Inaendana pia na tamko la Abuja kuhusu mbolea kwa mapinduzi ya kijani Afrika la mwaka 2006. Inaendana na tamko la Malabo ya mwaka 2014, lakini pia azimio la Nairobi kuhusu mbolea na afya ya udongo, uh, ndani ya Afrika la mwaka 2024 pamoja na azimio la Kampala mwaka 25 kuhusu programu ya maendeleo ya kilimo barani Afrika. Matamko haya yote yanasisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika uzalishaji na matumizi ya mbolea barani Afrika na kuhamasisha kilimo endelevu ikiwemo kwa kuongeza uzalishaji wa ndani na uchanganyaji wa mbolea za madini kwa kutumia mali ghafi zinazopatikana barani Afrika. Kwa hiyo, vilevile umeitikia wito uliotoka mara kadhaa ndani ya bara la Afrika. Kwa upande mwingine, ujenzi wa kiwanda hiki ni kielelezo cha jitihada zinazofanywa na serikali yetu katika kukuza kilimo na kuvutia uwekezaji. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, serikali imefanya mabadiliko ya sera, sheria na kupunguza kodi na kuzidi kuweka vivutio mbalimbali kuvutia uwekezaji. Matokeo yake, tumefanikiwa kuvutia wawekezaji wengi na kuongeza manufaa kwa wananchi wetu. Kama mlivyosikia kiwanda hiki kwa sasa kimeajiri watu 1800 na baadaye wanatarajia kuongeza hadi kufikia wafanyakazi elfu tatu. Haya ni maendeleo makubwa sana. Maamuzi uliyoyafanya ya kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mbolea hadi kufikia tani milioni tatu kwa mwaka ndani ya miaka michache ijayo yatatuletea tija Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Mimi ni waahidi ushirikiano wa serikali nzima katika kuhakikisha kuwa mnafanikiwa kufikia malengo ya kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais Ndayishimiye, waheshimiwa viongozi mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tupo hapa kushuhudia uzinduzi wa kiwanda hiki kikubwa cha mbolea kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki hii ni sehemu ya mageuzi kwenye sekta ya kilimo. Tunapiga hatua nyingine mbele katika kuongeza uzalishaji wa mbolea inayotumia rasilimali au malighafi za ndani ya Afrika na kuongeza upatikanaji wa mbolea kwa unafuu mkubwa. Kupitia hadhara hii, nitoe rai kwa uongozi wa Itracom kuhakikisha kwamba mnaimarisha mfumo wa usambazaji wa mbolea hadi kwa wakulima waliopo vijijini ili waweze kuipata mbolea hii kwa gharama nafuu, na waziri wa kilimo yuko hapa kuwasaidia vile vile. Ni watake mwendelee kushirikiana na taasisi za utafiti au utafiti wa kilimo, lakini vile vile mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa kutoa elimu ya kina juu ya matumizi na viwango sahihi vya mbolea hii ya FOMI katika kuzalisha mazao mbalimbali. Inawezekana mbolea ikafika kule, lakini watu wakawa hawana uh, maelekezo ya matumizi sahihi. Kwa hiyo, niombe sana hilo nalo lifanyike, kutoa maelekezo sahihi kwa wakulima wetu juu ya matumizi ya mbolea hii. Kwa kufanya hivyo kiwanda cha Itacom kitachangia sana katika kuimarisha usalama wa chakula kupunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Na hapa nizungumze na wakuu wa mikoa kwamba kama mlivyosikia kwamba kilimo ni sekta muhimu sana, na waziri wa mipango na uwekezaji amethibitisha hiyo kwamba kipaumbele cha kwanza cha mipango yetu ni sekta ya kilimo. Niwaombe sana, kasimamieni kilimo, kasimamieni huko. Tulipo tumeleta mambo mengi kama nilivyoeleza hapa au kama nilivyoeleza jana. Sasa ninaomba kasimamieni kilimo kiwe ndio priority kwetu sote. Nawaomba sana, asanteni sana. Vilevile niwatake mwendelee kushirikiana na taasisi uh... alikuwa nasema kwamba kwa kuwa kwa mbolea hii inazalishwa nyumbani, wakulima wanatarajia kwamba bei pia itakuwa nafuu, lakini nafahamu kwamba waziri wa kilimo naye ameweka ruzuku kwenye mbolea hii. Sasa hili nalo litawafanya wakulima ambao hawakuwa wakitumia mbolea kwa sababu hawana uwezo wa kununua, sasa watumie mbolea hii. Lakini vile vile, a, kama mlivyoeleza na kama nilivyoona kwamba kuna maabara kadhaa ndani ya eneo hili ambalo linapokea taarifa za hadhi ya udongo, afya ya udongo kutoka maeneo mbalimbali, na mnaweza mkazalisha mbolea kuendana na aina ya udongo wa sehemu. Niwaombe sana mjipange hivyo, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa na nchi hii inapishana kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, lakini pia matumizi tuliyotumia kwa muda wote ya kilimo mefanya udongo wetu kupungukiwa na vile ni muhimu au virutubisho muhimu katika kuzalisha mazao. Kwa hiyo mjipange pia kuzalisha aina ya mbolea kuendana na aina ya afya ya udongo wetu. Niseme tu kwamba mbali na mbolea, serikali tumeweka nguvu kubwa kwenye umwagiliaji maji, hilioneyesha lisema na hapa niongee na serikali tuendelee kufanya hii kazi lakini niongee na wananchi pia ambao wanafaidika na miradi ya umwagiliaji maji, kutumia miradi hii vizuri ili tuweze kuendana na jinsi mazingira yanavyobadilika. Ndugu zangu wafanyakazi wa kiwanda hiki, sisi sote tumesikia kiasi cha fedha kilichowekezwa kwenye mradi huu, bilioni mia nne themanini na sita. Hii ni pesa nyingi sana. Hivyo, kila mwenye nafasi ya kufanya kazi katika kiwanda hiki hana budi kuhakikisha kuwa tunakitunza kiwanda hiki, kwa sababu ndiyo chanzo chetu cha ajira na ndiyo chanzo cha utumiwe, cha utumi wetu. Niwaombe sana tukitunze, ili kiendelee kutoa huduma kwa muda mrefu. Mwekezaji amefanya imani kuja Tanzania, sasa imani hulipwa kwa imani, tumuoneshe imani ili lengo alilojipangia liweze kutimia. Ninawashukuru viongozi na wananchi wa mkoa wa Dodoma kwa ushirikiano mlioonyesha katika utekelezaji wa mradi huu tangu kuanza hadi sasa. Ninaamini mtaendelea kumsaidia mwekezaji huyu kuhakikisha kwamba uwekezaji wake unakuwa ni kitovu cha usambazaji wa mbolea katika nchi yetu, lakini hasa hata nchi jirani. Nihitimishe kwa kuwashukuru tena Rais Mheshimiwa bei Jenerali Evariste Ndayishimiye na wageni wote waalikwa, hasa waliotoka Burundi kwa kuungana nasi katika tukio hili au tukio hili muhimu na la kimapinduzi katika sekta ya kilimo. Fahari yetu ni kwamba mbolea hii tayari imeshaanza kusambazwa kwa wakulima hapa nchini na katika mataifa mengine na matokeo yake yanaanza kuonekana. Nilikuwa nazungumza na rais wa Burundi, ananambia kule Burundi mazao ni tele kwa tele, kupitia matumizi ya mbolea hii ya FOMI. Kwa ni matumaini yetu pia msimu ujao wa kulima wa Tanzania, kwa sababu ndio wameanza kutumia, mazao yatakuwa tele kwa tele pia, lakini kama nilivyosema, wafundishwe viwango na jinsi ya kuitumia. Baada ya kusema hayo, sasa na heshima kutamka kwamba kiwanda hiki cha mbolea cha Itracom Tanzania sasa kimezinduliwa rasmi. Asa <tune> Tumombe Mwenyezi Mungu azibariki nchi zetu Tanzania na Burundi, kimu wambariki mwekezaji huyu na jamhuri ya muungano wa Tanzania. Asanteni sana, tunashukuru raisi wetu ngambo zetu. Na sasa tunawaruhusu moja pamoja, ili tuendelee <coughs> na kifati ya kuondoka kwenda kuendelea a mikutano mingine Burundi oye.